Raisi wa Urusi Vladimir Putin ameahidi kuiunga mkono Iran kufuatia mashambulizi dhidi ya taifa hilo yanayofanywa na Marekani na Israeli. Urusi bwana, imetoa ahadi hiyo baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araqchi kufanya ziara fupi nchini humo na kukutana na mazungumzo na Putin. Ingawa haijawa wazi ni msaada wa aina gani Urusi itatoa kwa Iran lakini msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Paskov amesema kitakachotolewa kitategemea na ombi la jamhuri hiyo ya Kiislamu. Urusi hata hivyo ilipendekeza kujitolea kuwa mpatanishi wa mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, lakini Iran imekuwa ikiipa silaha Moscow katika vita vyake ambavyo vinaendelea na Ukraine, na mataifa hayo mawili ni washirika wakubwa wa, wa, wa kimkakati hata hivyo kando na mazungumzo yake na Abbas Arakji, rais Putin pia alizungumza na waziri mkuu wa Iraq Muhamed Al Sudan kuhusu mgogoro huo wa Mashariki ya Kati. Wakati huo huo yakiendelea ya hayo, unaambiwa Israel pamoja na Iran zimethibitisha mpango wao wa kusimamisha mapigano ingawa taarifa hii bado ina utata. Ni makubaliano ya kusitisha mapigano kati yao na yameanza kutekelezwa mapema Jumanne hii huku nchi hizo mbili zikithibitisha tangazo la rais wa Marekani Trump kuhusu hatua hiyo. Muda mfupi baada ya tangazo la Trump, Israeli ilisema imefikia malengo yake na ikathibitisha kusitisha mashambulizi. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arakchi alichapisha kwenye mtandao wake wa X akikanusha kuwepo kwa makubaliano yoyote ya kusitisha mashambulizi. Alisema kuwa Iran haina nia ya kuendeleza mashambulizi lakini bado haijakubali rasmi kusitisha mapigano.